Ili uwe wa kwanza kupata habari za michezo, burudani, siasa, utamaduni pamoja na mambo ya kiuchumi, tembelea Zinga TV online, lakini usisahau kusubscribe, kukomenti, kulike na kushare Zinga Online TV. Naomba niwapongeze na niwapongeze sana kwa zoezi tulilofanya asubuhi ya leo, lakini pia naomba nimpongeze Mheshimiwa mbunge Niliogopa ni fikiri minofu itatusumbua njiani. Yake huko fresh brother. Nimpongeze bosi wetu kaka yetu mdogo wetu mwenyekiti wetu wa umoja wa vijana aliyesimamia zoezi hili mpaka kufikia hapa. Nikupongeze sana mwenyekiti kwa uwezo wako mkubwa wa kutufanya sisi vijana tukutane pamoja. Asubuhi na mapema, kwenda kutiki, tiki, tatu. Sisi kama vijana tumepongeza na Mama Samia kwa kuwa na hamasa kubwa sana ndani ya uwanja huu alipokuja Mwanza kwa mara ya kwanza, lakini mara ya pili tuna imani kubwa sana sisi kama umoja wa vijana wa wilaya Nyamagana na mkoa mzima wa Mwanza tuna imani kubwa sana tutaenda kufanya kitu kikubwa sana tarehe 28 tarehe 28 ni siku ambayo ya vijana kuaminika kwa mama na mama kutuamini vijana. Hapo vipi hapo? Sawa. Sasa mwenyekiti, sisi vijana wa Nyamagana tunakuahidi tutawalinda nyinyi viongozi wetu, lakini tutalinda kura zetu tarehe 29, na tuna imani kubwa sana ndani ya umoja wa vijana, kura zote za madiwani tutazisimamia ziende sawa. Tuna imani kubwa sana kura za mbunge wa jimbo la Nyamagana mtarajiwa, ndugu John Francisco Nzilanyingi atapata kula nyingi na tutasimamia kula zake, ndugu mwenyekiti. Kula za daktari Samia suluhu Hassan tutazisimamia na tutaimani, atapata kula nyingi sana. Vijana tutafanya kazi kubwa sana tarehe 29 tisa tutakapoleta hoja, hoja yetu sisi kama vijana tunaomba uipokee mwenyekiti. Kazi yetu ni moja tu, kuwa na kazi maalum sika kupija kula, na tutaifanya kazi hiyo, ndugu yetu mgombea wa ubunge ndugu yetu John Francisco Nzilanyingi mgombea ubunge wa chama cha mapinduzi kupitia Chama cha Mapinduzi wilaya ya Nyamagana. Awali ya yote niungane na wewe kukupongeza kwa jogi nzuri ambayo kwa kweli uliopendelea wewe mwenyewe na ukaninong'oneza, kwamba mwenyekiti, tunapokwenda katika hamasa ya kumkaribisha kipenzi chetu Daktari Samia Suluhu Hassan, mgombea wa urais kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, anapokuja kuhitimisha kampeni zake katika mkoa wetu wa Mwanza katika jiji letu la Mwanza wilaya yetu ya Nyamagana, basi naomba tupate vijana wa Nyamagana wa klabu mbalimbali wa jogging mbalimbali ili tuweze kukimbia kuhamasisha ujio wa Daktari Samia Suluhu Hassan, tumpigie makofi mengi sana mheshimiwa mguu hoyo. Ndugu zangu, kama mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na kamati yangu ya siasa ya wilaya, tumefurahishwa sana na mwenendo wa kampeni uliyofanyika ndani ya siku 60 kuanzia tulipozindua kampeni tarehe 28 mwezi wa nane mwaka 2025, lakini kampeni hii zinakwenda kuhitimishwa tarehe 28 mwezi wa kumi pale CCM Kirumba, atakuja daktari Samia Suluhu Hassan na Dr. Emmanuel Nchimbi, tayari yuko katika viwanja vya Mwanza. Pigieni makofi Dr. Nchimbi. Ndugu zangu wananyamagana, ndugu zangu viongozi wenzangu wote, na wananchi wa Nyamagana. Mungu Baba ameendelea kuisikia sauti ya Watanzania. Sauti ya Watanzania wanataka umoja na mshikamano. Sauti ya Watanzania wanataka amani na utulivu. Sauti ya Watanzania wanataka watu wawe kitu kimoja, na mtu wa kutupeleka mbele katika vyote hivyo ndani ya maendeleo ya nchi yetu si mwingine, ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Mwana mama amefanya kazi kubwa, mama yetu amefanya kazi nzuri. Anajiita Samia na maendeleo, hapo vipi? hapo sawa. Tunakwenda kutiki Oktoba 29, kwa sababu ya ubinadamu wake, watanzania wana Nyamagana na Wanamwanza wameamua wanakwenda kutiki kwenye maendeleo, wanakwenda kutiki kwa Daktari ya Samia Suluhu Hassan kwa sababu ya ujenzi wa shule tunazoziona, ambazo zimejengwa wilaya ya Nyamagana na Tanzania nzima tarehe 29 wananyamagana wanakwenda kutiki kwa daktari Samia Suluhu Hassan kwa sababu ya vituo vya afya vilivyojengwa na tunaviona. Watanzania wanakwenda kutiki kwa daktari Samia Suluhu Hassan kwa sababu ya miundombinu ya umeme. Tumeona bwawa la mwalimu Nyerere limekamilika tayari, mambo makubwa yameanza kufanyika, na hata SGR yetu kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma inatumia umeme, umeme wa uhakika tayari umeendelea tunakwenda kutwiki kwa daktari Samia Suluhu Hassan kwa sababu ya utulivu, umoja na mshikamano, na amani ya nchi yetu. Ndugu vijana wenzangu, wanajogi ni ambao tumeshiriki na ninyi leo, naomba niwasalimu wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, habari ya yote. Nishukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, ambaye ametuwezesha kuianza kazi hii na tumehitimisha wote tukiwa salama. Tupigeni makofi mengi. Jambo la pili ni washukuru sana uongozi wa umoja wa vijana kwa UVCCM wilaya ya Nyamagana kwa maandalizi yenu ya ghafla ya haraka, lakini maandalizi ambayo yameandaliwa kwa viwango, kama ni leli basi ni leli ya eskia, ongeleni sana. Lakini kipekee sana niwapongeze sana vijana wenzangu wa wale wote mliojitokeza kwa wingi kuja kuweka hii hamasa kuelekea ujio wa mheshimiwa rais mgombea wetu kwa chama cha mapinduzi tarehe ishirini na nane anapokwenda kuhitimisha kampeni kitaifa. Ninalo jambo moja tu kuwaomba. Mwenyekiti wetu wa vijana wa wilaya amesema tuna wajibu wa kupiga kura na kuzilinda kura, lakini niwaombe sana, kabla ya kuanza kuzilinda kura, tuwaze kuendelea kuzikafuta kura. CCM oye! CCM oye! Ili tuwe na uhalali wa kuzilinda kura, maana yake tunapaswa kuendelea kufanya nini? Mimi na imani kwa namna ambavyo mmejipanga na kwa nguvu mlioionesha leo kwenye matembezi haya, sina mashaka hata kidogo na ninyi vijana wenzangu. Na binafsi mmeniheshimisha sana, na kwa wale waliokuwa na mashaka na nzira nyingi anaweza kukimbia leo wamepata majibu majina. hey! hey! na hata tutapanga jogging nyingine ambayo na imani sasa, hapo mimi mtalipa na mwenyekiti, tuweke liki kidogo, nani atatoka kama m kwenye hii bega amekubali, amenitangaza rasmi kwamba anakwenda kushinda hiyo jogging bega. mye we. mzangu we. Baada ya kuyasema hayo, niwaombe sasa tuendelee kuhamasisha vijana wenzetu, tuendelee kuhamasisha makundi yote kwenye jamii kuelekea siku ya tarehe ishirini na tisa tunapokwenda kupiga kula kwa kuchagua viongozi watatu kwa maana ya nafasi ya urais bunge pamoja na udiwani. Ninafahamu kundi lililopo hapa ni kundi dogo la vijana. Nendeni mkatumike kama mabarozi wa kupeleka habari njema za chama cha mapinduzi, huku mkiwa mnaomba kura za daktari Samia, kura za Nzilanyingi, pamoja na kura za madiwani kwa sisi. Ili uwe wa kwanza kupata habari za michezo, burudani, siasa, utamaduni pamoja na mambo ya kiuchumi, tembelea Zinga TV online. Lakini usisahau kusubscribe, kucomenti, kulike na kushare Zinga Online TV.